Karibu kwenye Hadithi za Biblia, channel yako ya kusikiliza simulizi za Biblia kwa Kiswahili sanifu na chepesi. Leo tunaenda kufuata hadithi ya Yosefu, mtoto aliyeuzwa na kaka zake, lakini hatimaye kuinuliwa Misri. Hakikisha unasalia hadi mwisho, kwani hadithi hii ina mafumbo kadhaa yatakayokushangaza. Na unaweza kushiriki maoni yako, kushirikisha na marafiki na kupata hadithi nyingine za kusisimua hapa kwenye channel yetu. Yosefu alikuwa kijana mrembo wa uso na mwenye moyo safi. Alikuwa miongoni mwa watoto wa Yakobo, lakini alipendwa sana kuliko kaka zake wote. Baba yake alimshonea kanzu ya rangi nyingi, jambo lililowafanya kaka zake kumchukia. Waliona upendeleo huo na kujawa na wivu. Siku moja, Yosefu aliwaambia kaka zake ndoto aliyoiona: niliona mafungu ya nafaka, fungu langu likasimama na mafungu yenu yakanilamia. Kaka zake walikasirika na kusema, je, utatutawala sisi? Baada ya muda, Yakobo akamwambia Yosefu awafuate kaka zake waliokuwa wakichunga kondoo. Yosefu alitii na akaenda porini. Alipowafikia, kaka zake walimwona kwa mbali na wakapanga njama ya kumuua. Reubeni, kaka mkubwa, alipinga mpango huo wa kumwaga damu. Akawashauri wamtupe ndani ya kisima bila kumdhuru. Wakamvua kanzu yake na wakamtupa ndani ya kisima kilichokuwa kikavu. Walipokuwa wamekaa wakila, waliwaona wafanyabiashara wa Ishmaeli wakipita kuelekea Misri. Kisha walimtoa Yosefu kisimani na kumuuza kwa vipande ishirini vya fedha. Wakamchukua Yosefu hadi Misri. Kaka zake walichukua kanzu yake wakaichovya kwenye damu ya mbuzi, wakampelekea baba yao na kusema, Je, hii siyo kanzu ya mwanao? Yosefu alipofika Misri alinunuliwa na Potifa, mkuu wa walinzi wa Farao. Kwa sababu ya hekima yake na uaminifu, alipewa madaraka ya kusimamia nyumba yote ya Potifa. Lakini mke wa Potifa alimtaka Yosefu kimwili Alipokataa, alimchukia na kumzushia uongo kuwa alitaka kumbaka. Yosefu akatupwa gerezani bila kosa. Hata akiwa gerezani, Mungu alikuwa pamoja naye. Yosefu akapewa nafasi ya kusimamia wafungwa. Alifasiri ndoto za wafungwa wawili waliokuwa watumishi wa mfalme mmoja aliuliwa mwingine akaachiwa huru kama Yosefu alivyosema baada ya miaka miwili Farao mwenyewe aliota ndoto ngumu na mtumishi aliyewahi kufungwa akamkumbuka Yosefu Yosefu aliitwa mbele ya Farao na akaeleza maana ya ndoto hizo kwamba miaka saba ya wingi ingeifuatiwa na miaka saba ya njaa Farao akashangazwa na hekima ya Yosefu akamfanya kuwa waziri mkuu wa Misri. Yosefu alipewa pete ya kifalme, mavazi ya kifahari na gari la kifalme. Alitawala nchi yote chini ya Farao. Miaka ilipopita, njaa ikatanda duniani hadi Kaanani. Kaka zake Yosefu walikuja Misri kuomba chakula. Hawamtambui, lakini Yosefu aliwatambua. Baada ya kuwajaribu na kuona wamebadilika, aliwajitambulisha kwa machozi na kuweka familia yote pamoja tena. Yakobo na familia yote walihamia Misri, wakaishi huko kwa amani na Yosefu akawahudumia kwa upendo. Ndoto yake hatimaye ikatimia, alisimama juu na ndugu zake wakainama, si kwa kiburi, bali kwa mpango wa Mungu. Na hapo ndipo hadithi ya Yosefu inavyotuonyesha nguvu ya hekima, uaminifu na subira. Kama simulizi hii imekushangaza au kukufundisha kitu kipya, tafadhali acha maoni yako hapo chini tuchambue pamoja. Usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya taarifa ili usikose hadithi nyingine za kusisimua zitakazokupeleka kwenye ndoto na mafunzo zaidi. Na kama unapenda hadithi hizi, tazama tena. Unaweza kugundua mambo mapya na kushirikisha na marafiki zako. Karibu tena, Hadithi za Biblia, mahali ambapo hadithi zinapatikana kila siku.